Na moja kwa moja tuangazie taarifa ambazo zinatufikia hivi sasa katika chumba cha habari, na mtazamaji, rais William Ruto ametangaza wale waliomo katika tume mpya ya IEBC. Nazungumzia mwenyekiti pamoja na wanachama ama ukipenda makamishna. Na moja kwa moja mtazamaji, katika taarifa kwa vyombo vya habari ni kwamba ama habari ni kwamba Erastus Edung Ethekon basi kutoka kaunti ya Turkana ndiye mwenyekiti mpya wa tume ya IEBC, na vilevile vile, walioidhinishwa pale kuwa makamishna wa tume hii mpya ya IEBC ni Ann Nderitu wa Nyandarua, Moses Alutala Mukhwana wa Kakamega, Mary Karen Sorobit wa Uasin Gishu, Hassan Nur Hassan wa Mandera, Francis Odhiambo Aduol wa Kisumu na Fahima Arafat Abdalla wa Lamu. Na bila shaka mtazamaji, basi kulingana na katiba na sheria, majina haya basi yamepelekwa katika bunge la kitaifa, na bunge basi litapata fursa ya kuweza kupitia na vile vile, iwapo ataidhinisha basi majina haya mtazamaji basi hawa niliowataja hapa watakuwa rasmi ndio a wa makamishna watume mpya IBC, na vile vile na mwenyekiti wake. Kumbuka kwamba kulikuwa na shughuli ambayo ilidumu takriban mwezi mzima, vile vile mwenyekiti, na ilifikia ukungoni, jopo zima liliotuka jukumu hilo likuwasilisha majina hayo kwa rais siku chache zilizopita, na ni rasmi kwamba majina haya basi ndio yaliyopendekezwa na amefikishwa bungeni, na siku zinazofuata bila shaka bunge litapata fursa ya kuweza kuyapitia na yatakapoyaidhinisha basi yatakuwa ndio rasmi kwamba hao ndio makamishna na mwenyekiti wa tume mpya ya IEBC.